Go viral Instagram na unataka kukuza akaunti yako ya Instagram mambo yamebadilika sio kama zamani hivi ndipo settings tunazotakiwa kuzifanya kabla haujapost Instagram tunachotakiwa kufanya kwenye akaunti ya let's do this nenda kwenye akaunti yako ya Instagram nenda hapa kwenye vidoti vitatu, bonyeza uta scroll down mpaka kwenye account privacy utabonyeza. Utakuta hapa allow public photos and video to appear in search engine. Turn on. Hii itawezesha video zako kuwa recommended katika Google account katika search engine mtu anapokuwa na search kitu. Namba mbili, nenda tena kwenye Akaunti yako kuna vidoti vitatu, shuka chini mpaka kwenye media quality, bonyeza, nenda hapa kwenye upload at highest quality, turn it on. Namba tatu, nenda kwenye akaunti yako kuna vidoti vitatu tena vile, scroll down mpaka kwenye creator tools and control, bonyeza, naenda ka switch akaunti yako kutoka kwenye personal, nenda kwenye business switch. Hii itakuonesha professional dashboard. Nenda kwenye akaunti yako ya Instagram kuna vidoti vitatu pale, bonyeza uta scroll down mpaka kwenye cross posting bonyeza. Make sure share to facebook ziko turned on kama hivi, ili posti zako unapoposti Instagram zizo zinaenda na Facebook. Hii itawezesha kukuza account yako ya Instagram. That is all for today.